Mtazamaji, mji wa Kimilili ni moja kati ya miji iliyoanzishwa mapema katika eneo la Magharibi na mji wenye historia ndefu kiuchumi, kijamii, mbali na kuwa kati ya miji iliyokuwa na baadhi ya viongozi walioshirikiana na wazungu wengine wakipinga vikali utawala wa Uingereza katika taifa letu la Kenya. Tadei Swachie anatupa taarifa hiyo kwa kina. Kulingana na wazee wa mji wa Kimilili Jina Kimilili lilitokana na jamii ya Sabaot na linaashiria chui waliokuwa katika eneo hilo. Jina hili Kimilili siyo jina la Bukusu, ni jina la wa Wakalenjine ambayo inamaanisha, ilikuwa inamaanisha chui. Chui zilikuwa nyingi na walipokuwa kiona chui hizo wakasema hapa ni Kimilili. Kimilili maana yake haikuwa jina mwafaka ya Wabukusu, ilikuwa jina ya Wakalenjini na katika unasaba wa Wakalenjini, kuwa na ukwe na yetu wa kulingana na wakazi wa kongwe katika mji wa Kimilili. Soko la kihistoria la Alhamisi ni baadhi ya masoko yaliyoanzishwa wakati wa ukoloni, soko hili likiwa na wafanyabiashara wenye asili ya Kiafrika tu walioshiriki uchuuzi wa mifugo, hili likichangia ukuaji wa mji wa Kimilili, mbali na kuwepo wafanyabiashara wa asili ya Kihindi waliokuwa wengi enzi hizo. Kimilili yenyewe ilianza miaka ya ishirini, huko wazungu na wahindi wakikucha Kenya hii sasa. Wakati walijenga hii one street inaitwa poster street hii ya Kimilili, huku ndio tulikuwa mzungu na muhindi anapatikana. Kule ilikuwa inaitwa african market kule juu, mahali wana, wana, wana wamejenga juzi ile ya kaunti, penye wanauzia ng'ombe, penye wanauzia vitu vyote, vyote vya muafrika vilikuwa vinapatikana kule. Ndio Musa anaitwa Mbule, akakuwa na hoteli hapo, alikuwa anatengeneza e, zile mnaita mandazi, watu walikuwa wanazipenda in in in that is in 40s in 50s. Sisi tukikuja miaka ya sitini, tukianza kujua litongolo ndio nini, ulikuwa hukuchi town huku kwa Wahindi Wahindi huku ndio alikuwa mambo ya wholesale na mambo ya mafuta kama hii ya, ya kuja ku, Kwenda kwa kuweka kwa, kwa tobe. Lakini kule juu soko ya Alamisi ilianza kitambo sana, na mambo ambayo yalikuwa yanauswa pale ilikuwa ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na kuku, hata na mayai, kwa sababu kuna wazee wengine walikuwa wanaenda huko Sirisia na wanaleta mayai wanauzia hapo. Mambo ya nguo zilianza uh, juzi, lakini kitambo sisi tunachua tu hiyo kazi ya, ya ng'ombe ndiyo soko eh, halisi kabisa. Mji huu unaendelea kukua kwa kasi kwa sasa, ukiwa na takriban watu elfu mia mbili kulingana na sensa ya mwaka 2019, idadi hii ikijumuisha jamii mbalimbali zinazoishi katika wadi nne za kaunti ndogo ya Kimilili, hatua ambayo imevutia uwekezaji na huduma mbalimbali mbali kuimarishwa zikiwemo za benki. Hospitali za serikali na za kibinafsi, taasisi za elimu kama ya kiufundi ya Matili, shule ya kitaifa ya Friends School Kamusinga, St. Luke's Kimilili, St. Theresa's, kutaja tu baadhi ya taasisi zinazochangia ukuaji wa mji wa Kimilili. And Kimilili is home to teachers teaching in about 63 schools the teachers was teaching in Luguru and the in Kimilili so we have a pool of professionals staying here in Kimilili and then we have the very fast growing Matili Technical Training Institute that has put into place programs that benefit the people directly Ba katika hiyo TTI yetu ya Matili sasa hii inaendelea kuwa mzuri ni kwa sababu population ya watoto sasa hii ni elfu kumi na mbili. Sasa kama sisi kama wamama tunaweza peleka huko mboga avokado, maembe hata tunapiga chips. Sasa hiyo TTI kwa njia nyingine ni kama ike na boost uchumi wa Kimilili, Bungoma kaunti. Kulingana na mwenyekiti wa manispaa ya Kimilili, Wanyonyi Buteyo, tangu mji wa Kimilili kupewa hadhi manispa ya manispaa mwaka 2019, mji huu umejihakikishia ukuaji zaidi huku huduma kama mifereji ya kupitisha maji taka ikijengwa chini ya ufadhili wa African Development Bank kwa kima cha shilingi bilioni moja nukta tano. In terms of security, we might just be among the best served in terms of a competent uh, police system uh, the OCPD and his team work. So Kimilili is, is a very safe place for investment. He is going to be given a new face courtesy of uh, His Excellency Governor Lusaka.

madhehebu mbalimbali mbali ya kidini pia yanachangia ukuaji wa mji wa Kimilili, mji huu ukiwa na waumini wa kanisa Katoliki, kanisa la Marafiki, kanisa la Kiangilikana, Waislamu na waumini wa dini ya Musambwa iliyoanzishwa na marehemu shujaa Elija Wanameme aliyeandikisha historia kwa kuwa mstari wa mbele kupinga utawala wa wakoloni. Zipo taasisi za kiserikali kama vile mahakama inayowahudumia maelfu ya Wakenya kutoka sehemu mbalimbali wanaotafuta haki, bila kusahau kituo cha polisi mjini Kimilili na afisi zingine zinazotoa huduma kwa wakazi. Uh, koti ya Kimilili inakava safe seria kubwa sana, Mount Elgon mpaka Tongaren. Na hata hivi sasa, koti ilikuwa inafikiria, nafikiria kufungua koti moja Mount Elgon na pia ingine e, Tongaren. Sasa hizi wanapewa mobile courts, na tunakumbuka pia CJ the former uh, CJ Mr. Willy Mutunga alipokuja kwa sababu ya heshima ya hii koti na, na pia heshima ya kina Elijah wanameme aliweza kuipa status ambayo kama sisi hatujui katika koti mamba ulimwengu wa koti, lakini kama mausoleum kuna koti 1 ya kwamba iwe, iwe kama archive ya koti ya utetezi, people who are fighting for justice hey. Vile vile, naelewa koti ya Kimilili ilichengwa zamani katika enzi za wakoloni, miaka ya mwanzo mwanzo ya 1918 20 ya hapo ndio wakashika kinelicha wakafungwa pale wakiwa wanatetea dini ya Msambwa, ekache ikashika jini miaka ya 40, 43 na 46. Tadeus wa Chia West TV, muji wa Kimilili, kaunti ya Bungoma.